Kama timu mwenyeji kakunyima haki yako ya msingi ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo au siku mbili, kipi ambacho unakifanya? Tunajua kama ame, amekunyima haki zako za msingi, kitu ambacho anakutana nacho ni pamoja na adhabu. Adhabu ni ni, ni, ni pamoja na kulipa fine ambayo anaweza kafidia kwa kile amba uh, ambacho amekifanya. Lakini kwa mfano, kwa mfano kama hicho ambacho unatendewa yeah, kitadhoofisha kitadhoofisha matokeo yako, wewe unaweza kukubali Yani, kwamba yani, yani uvunjifu wa kanuni hiyo eh, kama itaweza kukudhoofisha wewe kupata matokeo. Sasa hapo ndo hapo, hapo tunarudi, inaweza ikakudhoofisha kwa aina gani? Tunasema hmm, kama labda kama ukisoma ile barua inasema waliahirisha wali, wali, wali, wali ule mchezo kwa sababu ya kiusalama, sababu kuna vitu kuna ambavyo vinaweza vina vikatokea vina ambavyo ni vurugu, mashabiki tunajua, mashabiki ni wengi, vitu kama hivyo, dharura ambayo naizungumza au kuna